Hapo hizo naziona eh hizo so, ina maana kwamba sasa so, ndege ikifika hapo ndio mwisho wa uwanja, kwa hiyo aidha kutua au kupaka, lakini apogeuka hivi hapo, ndio mwisho wa uwanja. Hizo alama nyeupe ndio inaonyesha mwisho wa uwanja eh. Kwa hiyo hizo taa zimewekwa hapo kwa ajili ya kumwongoza usiku wakati anatua, kwa sababu bila hizo taa ndege usiku haiwezi kutua kwa hizo taa ziko muda wote, wakati wa usiku zinawaka wake na tumeshai sasa hivi hata eatatizi kuekatika zenyewe zina zinawaka, uwezi kujua kwamba kuna tatizo la taa hapo. Kwa hiyo, kwa heshima na taadhima, naomba tupitie, tukianza kwenye swali la mjumbe wa kwanza ameuliza kuhusu maegesho ya magari. Magesho, hivi, yumla, magesho ya magari tuliokuwa nayo sasa hivi, tunayo jumla yana uwezo wa kuegesha magari mia nne, magesho yaliyopo kwa sasa, na tukiangalia na demand iliyopo yanakidhi, na tunajua kabisa kwamba kwenye biashara yoyote, pale biashara inapokuwa manake, hata miundombinu yenyewe naenyewe inakulazimisha tu ikue na ipanuke. Kwa hiyo mipango ipo kulingana na ukuaji wa biashara ambayo itakuwa inafanyika lakini pia kwa ku, kuliona hilo kwa wakati mnakuja kuona tuna tunajenga tuna pale kuna vyuma vimesimama. Kuna uhitaji mkubwa wa mahitaji ya maegesho muda mrefu, sababu walio wengi wanakuja kutoka nchi za jirani, wanakuja wanaendesha, wakifika hapo wanahitaji kuacha magari yao, wanasafiri ndio wanarudi wachukue magari yao waende na shule. Kwa hiyo tunajenga ambayo tunaamini baada ya wiki mbili tatu zijazo yatakuwa yamekamilika, kwa ajili ya yamewekwa upande, kwa maana yake tunaboresha tuna kulingana na mahitaji yanayozuka lakini pia umezungumzia swala la njia moja ya kuingia na kutoka. Ni kweli changamoto tunaiona ipo, na ukiangalia kwenye kiwanja chetu changamoto zilikuwa nyingi sana mara tunasema, tunashukuru sana serikali ya awamu ya sita kubwa, taka taka kwa sababu kwa kiasi kikubwa tunatatulia changamoto zetu nyingi sana. Kulikuwa kuna malalamiko makubwa ya watumiaji wa Mbeya, wakitoka barabarani, giza mpaka huko barabarani. Mtu anatoka kwenye barabara usiku hawezi kujua wapi ni yapo, tianaona ya Mbeya simenti. Lakini serikali kwa kuliona hilo tumefunga taa kuboresha hii barabara. Maana hapo going forward. Going forward lazima tutengeneze mchepuko kulingana na ukuaji wa hii biashara. Lazima kwa kuna mchepuko barabara ya kuingia ambapo mipango kutakuwa na barabara ya kuingia hapa kutoka, tukatoke, na kwenye kutoka tukatokee karibu na kule ofisi huko kuna sehemu ya kutoka. Kwa maana yake tutatengeneza njia kuja kutoka huko. Kwa hiyo ni mipango ya baadaye ambayo sisi kama kiwanja pia tunayo. Ah. Uh, Mjumbe ameuliza kwamba kuna wananchi kwa muda mrefu walikuwa na madai uh, kwamba mapunjo ya kutolipwa. Kimsingi, hoja hii imekaa kwa muda mrefu sana, na serikali kuanzia mwaka jana iliamua kushughulikia suala hili, iwezi kujua chimbuko la hayo madai ni nini na nini ambacho serikali ifanye sasa, kilichofanyika ni vizuri kama wajumbe pia tukapata picha halisi, nini kilikuwepo na tumefikia wapi na nini kilisababisha kuwepo na huo kagaji. Hapa tulipo, ambapo ndo kiwanja kilipo, ni eneo ambalo serikali imetenga toka miaka ya sabini, kwamba itakuja kujengwa kiwanja. Sasa tunafahamu kwamba kuna hatua mbalimbali ambazo serikali imepitia. Kuna kipindi cha miaka ya sabini kilitokea njaa kali ambayo Mwalimu Nyerere alianzisha, nafikiri kuna slogan ya kilimo cha kufa na kupona maeneo haya yalikuwa yametengwa kwa ajili ya maendelezo ya viwanja ya kiwanja cha ndege ambacho kipo. Kwa hiyo ni kwamba hakupaswa mwananchi kuendeleza, lakini baada ya ile sera kutoka serikali, ya mkoa ikaona sasa kutekeleza swala hilo ni vyema, lile eneo ambalo liko idle wananchi waruhusiwe kulitumia, lakini kwa masharti moja, atakiwe kulima mazao ya muda mrefu, na pili, atakii kufanya maendelezo mengine kama ya kujenga na vinginevyo. Kwa hiyo kile kikafanyika wakati serikali ikisubiri kupata fedha ije ihamishe kiwanja kutoka Mbeya ili kuja huku. Ilipofika ilipo miaka ya elfu mbili serikali ilipata fedha kwa ajili ya kuendeleza kiwanja hiki. Sasa ikaamua kwamba sasa ifanye maendeleo kwenye maeneo haya. Lakini serikali hiyo ilikuwa nia njema kwa wananchi wake. Ikasema wananchi hawa wameweza ku kutulindia maeneo haya, kulima, kuyasafisha toka miaka 78, haitokuwa na maana tuwatoe hivi serikali ikaamua kuwalipa nini? Kifuta jasho. Kwa hiyo kifuta jasho ambacho kililipwa, kililipwa kulingana na sheria za kipindi hicho wakalipwa. Kwa hiyo walipoanza kulipwa, wakaanza kutokea sasa mshoyas ambao wanakaa na wananchi wakiwaambia, kwamba mmepunjwa, kwa sababu katika hali ya kawaida fidia mnaolipwa haiendani na uhalisia na viuneru, wakisahau kwamba kinachofanyika pale ni kifuta jasho kwa sababu hili eneo ni la serikali toka miaka hiyo, wanapewa kama asante kwa kulinda eneo letu kwa kipindi chote hicho. Sasa hapa katikati, kwa mabadiliko ya viongozi na kukosekana kwa historia, kwa hiyo ukatokea mkanganyiko ambao ulitengenezwa na viongozi. Anaweza kutokea mkuu mmoja, baada ya kumfuata ofisini kwake, anakuja na wataalamu wake, wanafanya kabisa mpaka zoezi la tathmini kwa kutumia sheria za kipindi hicho Kimsingi lazima tofauti zitokee, kama mtu alipo kifuta jasho, alafu kuna msingi mwingine umetengenezwa, lazima unaleta contradiction. Kwa hiyo, hiyo imeendelea mpaka kuja kuja kubainika kwamba haya yote yalikuwa ni maeneo ya serikali ambayo kimsingi walicholipo ni kifuta jasho, na haya madai mengine ambayo yanatengenezwa kupitia hizi sheria zingine na ma, mazoezi mengine ambayo yanakinzana na uhalisia ule uliokuwepo yalikuwa sio ya msingi. Kwa hiyo mwaka jana, serikali ilifunga mjadala huu kwamba madai ya wananchi hayakuwa na msingi kwa sababu walichokuwa wanakwalilikwa ni kifika jasho na sikilia, kwa sababu hili eneo lilitengwa na serikali kwa ajili ya kazi hili ambayo inaendelea, ndipo hapo tulipofiidia serikali imefunga mnyemu huu kwamba hau. Mheshimiwa Waziri alikuja na aliulizwa swali hilo na alicho tujibu tulokuwepo uke ni kwa kwa kwa hilo liko mezani ni kwa ya wizara kwa hivyo na shumiliko kwenye ngazi ya wizara. Kwa hivyo kukamilika, watatuletea tafsiri tutaendelea, lakini kimsingi, ukisoma tiketi yako ya ndege siku zote imeandikwa imaandi kwa MBI bade jina la Mbeya kwenye ikewa kwenye IK ayata IK lijai kubadilika. <coughs> kilichobadilika ni baada ya location kutoka mkoa ukaamua, kwa sababu mkoa ulikuwa mmoja, hicho tukiita Songwe lakini leo kesho ikiwa conclude kwamba rudi Mbeya ile jina letu tumeretain kwenye level zingine alijatoka. Kwa hiyo tunasubiri maamuzi ya serikali, yakifika ni wapi kama ni hapa na nini kilifanyika, niweze kusaidia. Lakini jambo la pili ni lapini, swala la eneo la ibada, nitaka kujua hapo mmesema eneo la ibada lililowekwa ni kwa upande wa Waislamu tu na Waislamu nao najua, mle ndani wana category, sio wote ni wamoja. Kwa nini singe ilikuwa na Wakristo nao wawe na eneo lao, kama ambavyo mmeweka upande wa Waislam? Nataka kujua ni utaratibu wa kisheria ama ikodieza nje wanja tulitangaza mbele. Kwa hivyo ninaomba sasa

Bombe, mwakilishi kutoka ofisi ya mkoa mkoa utambulishe huo msafara ambao kwenye kiti amekuja nao, karibu ndani na wasafiri wa nje, maana Tanzania na watu wa mataifa mengine katika kutoa huduma zile, kuna tofauti yoyote kati ya kumhudumia Mtanzania na... Kimsingi, kim kama <coughs> tuna operate domestic maanake wote tunafaa kupata zile, lakini attention please.

tu hapa Kari tano aaambea lakini pia katika miradi tembelea yote iia usimamizi mkuu runway, kwanzia pamoja na jengo. Nitatoa taarifa fupi tu kwa sababu nimeshaelezea mwenyekiti. Hapa kuna miradi mitatu. Mradi wa kwanza ni mradi wa runway ulioondoka subuhi kwanzia ule mradi umegharimiwa bilioni 14.758 na mradi ulianza tarehe Machi 2020 na kukamilika Novemba 2021. Ule mradi umekamilika kwa asilimia mia moja na jumla kama ulivyoona ni kilomita 3.3. Kazi iliyofanyika pale e, kama ulivyoelezea tabaka la juu kilomita 50, lakini pia kuweka tega zile resa masema running re kamilika lakini pia kujenga uzio kilomita kumi tumejenga uzio kilomita kumi kwa <coughs> ajili ya usalama wa kiwanja hiyo imekamilika. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi mwingine ni wajengo tuko hapa, mradi wajengo eh, <coughs> imejengwa kufikia asilimia kama sabini na nane ya kamilika kwa hiyo alipoingia Mheshimiwa Rais akaona lazima akamilisha hili jengo jengo, kukamilisha majengo haya, kukamilisha jengo hili tumetumia bilioni 14.118, ambao kazi iliyofanyika ni pamoja vitu pamoja vitu ulivyoona vyote vikwemo, system ya umeme yote, system ya sauti, system ya fire yani moto, zimamoto, lakini system ya AC, lakini vitu vyote, system ya mizigo, system ya ukaguzi b8. Kwa mwenyekiti, kazi nyingine mradi uliofanyika ni mradi wa kuweka taa sema taa katika viwanja vya ndege. Ni muhimu sana kwa sababu tunategemea uwanja wa international, kwa maana kwamba hata usiku mchana ndege zinatoa, kwa hiyo uwanja huu umewekea taa 230 yaani katika zote kilomita zote 3.3 lakini pia maeneo ya kuingilia 230. Na, na zote zinawaka, ndege naweza katoa hata saa 9 za usiku, saa <coughs> moja, saa ngapi zote zinawaka bila matatizo, na tunapeta wazuri. Kwa hiyo hakuna tatizo kabisa kuhusu umeme. Gharama ya kuweka zile taa ni bilioni 5.01 na tumeshamlipa mripa mkandarasi hela yote. Kwa mwenyekiti, miradi yote hii mitatu kwa maana ya runway, kwa maana ya taa zile, kwa maana ya hili jengo tumetumia bilioni 33.919. Nashukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, haya mambo yote haya ntalika kwenye kipindi chake toka 2021 alipoanza, basi akakamilisha kwa spidi kubwa. Tunashukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan watukamilishia sasa uwanja wetu wa Songwe <tosan>